Mbunge anataka kufahamu serikali ina mpango gani wa kufufua viwanda vya Tanzania Pharmaceutical Industries yani TPI na General Tyre? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Waziri Jafo. Majibu ya serikali Mheshimiwa <coughs> Mwenyekiti, Serikali ina mpango wa kufufua viwanda vyote nchini ambavyo havifanyi kazi kwa sasa ili kujepusha na gharama kubwa za uigizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, upotevu wa ajira na upotevu wa fedha za kigeni za kuongeza mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industry Limited, kupitia serikali msajili wa hazina anashirikiana na mwekezaji kukifufua kiwanda hicho na kwa sasa kipo hatua za mwisho za kuanza ukarabati wa kiwanda pamoja na mitambo na baada ya ukarabati huo kukamilika, uzalishaji utaanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa kiwanda cha General Tire, serikali kupitia shirika la maendeleo ya NDC inatafuta mwekezaji wa kimkakati ili kuanza uzalishaji wa matairi ya magari hapa nchini. Mheshimiwa Dr. Daniel John Paranjo, nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali lakini pia niseme kwamba mji wa Arusha ulikuwa na viwanda vingi sana na kufa kwa viwanda hivi, e, wananchi wamepoteza ajira na mapato. Kwa kifupi, kuna viwanda vingine ambavyo vilikufa, oh, tu hivi katika mazingira ambayo hatukujua. Je, kwa mfano kiwanda cha, kil, cha Kiltex, kiwanda cha Kiko kiwanda cha kuchakata pareto na vingine vilikufa. Je, serikali inasemaje kuhusu kufa hivyo viwanda sasa hivi? Mheshimiwa Waziri, majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Daniel Parenjo Daktari kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli ukiangalia nchi yetu rekodi tulikuwa na viwanda vingi sana vya kihistoria. Baba taifa alitengeneza viwanda vya kimkakati lakini nia njema ya serikali ya kufanya ubinafsishaji wa viwanda hivyo, lakini kwa bahati mbaya sana, maeneo mengi viwanda hivyo hatukufikia malengo tulifikia. Ndio maana hivi serikali sasa hivi tunafanya analysis katika mikoa mbalimbali. Na tayari timu yetu imeanza katika mikoa mbalimbali kuanzia mkoa wa Morogoro na mkoa wa Tanga, lakini nenda katika mikoa yote. Kwa lengo kubwa ni kwamba katika ile mpango mkakati wa viwanda 1945 vitu tunayotarajia kutengeneza ndani ya miaka mitano hii ndani yake ikiwepo kufufua viwanda vyote ambavyo vimetelekezwa na wabinafsi na, na na wawekezaji. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wananchi wa Kilimanjaro, wananchi wa Arusha na kote Tanzania kwamba Serikali imeamua kuliweka jambo hili kimakati, na tushukuru sana Ofisi ya Msajili wa Hazina inatupa ushirikiano wa kutosha kuona jinsi gani tutafikia malengo mapana kuhakikisha viwanda hivi vyote vinafufuliwa, na hasa wale waliokuwa na nia ovu ya kuchukua viwanda na kufanya kama koratero katika upatikanaji wa fedha kwa, kwa hakika tumejipanga, hatutokubali katika eneo hilo. Asante sana.